Ndiyo, kwa hiyo bwana kihistoria, yeye alipata historia yangu, akiuliza mimi ni wangapi kuzaliwa, na aliyezaliwa wa kwanza, nikasema ni dada yangu, wa pili ni mimi mwenyewe. Yule Mwebrania akachukulia kwamba mimi ni mwanaye wa pili, wakati huo mwanaye yuko kwenye yuko chuo kikuu huko kwao Italy akisomea mambo ya electronic. Kwa hiyo alinifundisha kama mwanaye, hakunichukulia kama mwajiliwa. Ndio, kwa hiyo nikikosea, alikuwa ananiadhibu kama mwanaye, lakini bahati nzuri, akili yangu ilikuwa vizuri, sijaweza ku, kuadhibiwa kwa kukosa kuto kumwelewa kwa hiyo nilienda naye vizuri sana na akafurahi sana mpaka aliahidi kwamba nitakwenda Italy. Ndio. Sasa niseme baada ya kuajiriwa mm. Mwezi wa kwanza mm. Nikaelezwa, mwezi wa pili nikaelekea yale maelekezo mm. Mwezi wa tatu nikawa natenda kama vilivyo, kwa hiyo ulichukua miezi mitatu mm. kufanya kazi ambazo mainjinia walikuwa wanafanya yes. Professional kwa wakati na huo. wakati huo Baba wa Taifa mwenyewe alisema utawachukua vijana wakifanya kazi. Amri hiyo ilitoka mm -hmm. kama haelekei ikifika miaka, miezi mitatu, fukuza chukua wengine. Kwa hiyo wewe ulifuzu kwenye kauli hiyo, sijakufukuza, ulifuzu kwenye hiyo kauli hiyo. okay. Nikawa nimepewa tena kweli, tulikuwa watu kumi na mbili katika kumi na mbili mimi sasa nikageuka nasimama na wale wana, nawatuma nilikuwa okay. Kama kiongozi wao sasa, baada ya miezi mitatu kufika, okay. Miezi sita nikafundishwa hata kuendesha gari okay. Nikawa na beba tunakwenda field tunafanya kazi huko okay. Ya, na wale ukumbuke kwamba wale, wale wengine wale walikuwa ni wakubwa, wengine wana familia zao, lakini mi nilikuwa mdogo sana okay. Sasa unavyojua waee hey, kidogo tuna mapungufu ya dharau Mm, mm, na mm. Hey, keka vina ka wewe yani kitoto hiki ndio kikubwa chetu yeah, yeah, kidogo yeah, na kosokosa hata kupewa meshajilewe ya pombe. Mimi sinywi pombe hmm. Wala sifanye nini lakini, akili yangu nilikuwa kama nilivyokuwa shuleni. Niliona pale kama nimetolewa kwenye darasa, yani nimepata, nilifurahia, nilikuwa nafanya kwa furaha kwa kuielewa. Nilikuwa na usikivu, na kwa sababu kama mapumziko wenzangu wanakwenda kunywa pombe, mimi niko makini niko naye naweza nikawa namuuliza uliza, kwa hiyo niliweza kuingiza kitu kikubwa sana hmm. Na ndio maana nikasema kwamba wa kwanza kwa sembo otaneta hasa, zilianza mwaka sitini na saba. Hiyo zinakuja in pieces hmm. Sasa nyi mna sembo au nakuja housing, nasuka waya, najua kusuka waya najua nini. Diode ndio zilikuwa zinakuja hmm. Zinakuja in pieces, kuna zile three piece ama negative, three piece positive, ndio unakuja kuunga, unapata. Kwa hiyo ikawa imeingia vizuri kwenye akili yako ii. Yes, si, ni watu wa kwanza wa kufunga alternator, sijui pale nilikuwa mmoja Mwafrika Afrika niliyoweza mw kumudu. Ha, mlikuwa mnapewa training wengi lakini ulimudu peke yako au watu? yes. Mlikuwa kazaa mkamudu hilo zoezi. Mudu mpaka kabisa, nikatengewa kwamba wewe unafanya kwa unaletewa ma, nani nani, hmm, ni mimi unaletewa yale mahousing ah, na waya usuka. Kwa hiyo ilikuwa inaletwa ikiwa disassembled, wewe ndio unaiassemble wana, wana kwenye factory huko wanatengeneza mahousing yale, okay. Alafu wana, zile alternator wana koili zile nani zile koili zake zile mm, stato naitwa stato winding zile mm, wana zi wanaziwaindi kwa sababu wao tayari wamekuwa advanced mm, wana, wana assemble wanazileta zile, unakuja wewe unaunganisha tayari kwa kwenda kufungwa kwenye mashine okay. Kwa hiyo mimi nikawa nimemudu vizuri na niko vizuri bahati. Mbaya ilivyokuja kutokea mwaka sitini na nane mwishoni mm, mm, yule bosi wangu ambaye mimi nilikuwa namwita baba mm, akafukuzwa kazi kwa okay, sababu alifanya wizi, aliiba generator kubwa kompliti, akauzia misheni moja inaitwa Kisolanzi kule Iringa, iko misheni moja okay, wataliano wenzie, warumi wenzie, kwa maana wataliano ni warumi. Wakamfukuza. Sasa changamoto iliyokuja kwangu baada ya kufukuzwa baba wangu ndio alikuwa ananilinda na ndio, mm. nilikuwa msaidizi wake, mm. nilipata shida sana sana sana mpaka ikalazimika niache kazi mwenyewe ee, bwana fedha mkuu alikuwa anaitwa Charles Mroge, sijui kama bado yuko wapi api. Aliona wa mateso naeteseka na sifa nilizokuwa napata kwa yule mtaliano, nilivyomwambia baba minaacha kazi, kwa sababu alikuwa na umri mkubwa, hmm, minaacha kazi, na akasikitika sana, akasema kwa kweli wewe acha, akanitaisha certificate na akanilipa hela yangu kwa navyoelewa wewe, anasema ondoka. Kaniuliza kani, unaenda wapi? hmm. wakati ule kulikuwa na msomali mmoja rafiki yangu kwenye ndiyo, kampuni ya Murijan and Sons Limited. Hmm. ilikuwa inasafirisha mafuta kwenda Zambia, sawa. Walikuwa na gereji yao hapa Iringa Ipogoro hapa. Sasa sasa hivi pana kituo cha nani, cha cha mabasi hii kituo alichojenga Magufuli nyuma yake pale pale, nikakaa miezi mitatu unavyojua Wasomali ni watu, tabia zao ni wanajijua wenyewe. Pale napo ikawa mtihani, ndio nikaacha kazi tena pale baada ya kusikia kwamba kampuni ya Nero inayojenga barabara kutoka Dar es Salaam kwenda nani Morogoro, alafu kule ilishika iai kwenda Tunduma pale wana, wana nafasi kama mimi hmm. Nilivyofika pale kweli nikachukuliwa vizuri sana, tenda wahindi walishika tenda ya kufanya mambo ya wiring magari na maga maga, na, na mashine zile na nini. Kwa kweli nasikitika, niliwafukuzisha kazi, niliwafutia tenda yao, kwa sababu nilipofika nilikuta kuna katapila moja aina ya D6 haiwaki, lakini ni mpya, lakini nilitumia dakika kumi tu Marekani amekaa hapo dakika kumi yeye. Huyo muhindi alishakuwa na mwezi mmoja ameagiza vifaa kutoka Marekani kaorodhesha vifaa kwamba vije. Mimi nilivyofika basi kutumia hata spea. Nilivyofika nikamwambia hii, mbona sasa. Nikawa nafikiria mbona mpya, kumbe ina short circuit kwenye, kwenye ile nozzle. Kuna plug sita zina kwenye heater plug imejiground kwenye, kwenye, kwenye earth. Sasa kuna kitu kinaitwa circuit breaker kwenye mashine hizo kama mm. imebreak out Okay. Imekata. Ime ime toka imetoa ile socket mm. kwa usalama. Sasa mm. mm. mm. ukibonyeza namna inalia ngata ina on. Ukijaribu ikifika moto pale ina break. Kama mm. vile socket breaker kwenye nyumba. Nakuelewa. Nakuelewa. Na mm. Nilipofika pale kuangalia nikaangalia nikaje nikakuta nika pale imengangania. Yule Marekani yuko makini, si niko kwenye testi. Ndio. Nilipotoa tu pale akashtuka. Sasa nikaona ameshtuka ameshtuka nini? Na wao wamenambia mbovu wakunieleza kwamba ina muda gani? Mi ni nikaomba insulation tape, please. Akanipa mm. ye mwenyewe ndio kama, akawa kama msaidizi wake mm, fundi msaidia saidia fundi <laughs> akanipa insulation tape nikapiga tape vizuri nikaziangazia zote zinazoanza, kwa sababu ile unajua mashine inavyofanya kazi ile pressure ya, ya, ya, ya diesel mm. ina nguvu kubwa, ina vibrate hivi, nasugua kidogo kidogo, nikazifunga nikazifunga, nikaomba uh, cable tie Kebo taya ni kwamba baada ya kufanya wiring ili usichezecheze, unaibana alafu na unaibana vizuri, unafunga nikaziweka aka. Naona anatikisa kichwa tu. Kutoka hapo nikaajiriwa, akampigia nani radio call wakati huo. Mm. Aina ya, ya Motorola zinatoka Marekani. Okay. Akampigia simu ile nani radio call ile muhindi, kwa sababu alikuwa naye anasema usije kazi kwanza, likasirika yule Marekani anasema sikuhitaji tena na akafuta na mkataba wako. Mm. Mm. Basi hapo hapo siku hiyo hiyo asubuhi asubuhi tu nikapewa kuna mashine moja ilikuwa John Deere ita John mm. Deere. Deere. Eh, eh, zinatoka Marekani zote mm -hmm. Na vile vile ilikuwa na shoti ya ya waya ukiwasha taa hivi na nane zinakatika inakata fuse sasa. mm. mimi kwa sababu nilikuwa nafahamu kutoka, unajua kwenye mashine mambo ya umeme unaita four socket Sake, njia kuu nne sasa ya kwanza, ya pili, ya tatu. Sasa unajua, ignition circuit na lighting circuit ina njia yake. Sasa najua fuse ya lighting circuit ni ipi, kwa sababu niseme nilikalili hmm, moja kwa moja hmm. Nikaenda naangalia nikafata pale, nakuta waya imeungua kwa sababu ile shorti sana. Nikaitengeneza tiatepu zuweke vizuri na nini kani gonga gonga kwenye bega na sasa, very good, very young. Akampigia mkurugenzi wake kwa mm sababu makao makuu ya hiyo Nero ilikuwa Illinois, USA. Mm, hiyo noise eh, hiyo mm, mm, mm, akampigia simu kwamba nimepata kijana anaitwa young electrician. Sasa alikuwa wala atupi jina langu, <laughs> what is a young electrician? Ilikuwa huyo bwana walitoka Vietnam au Marekani, walikuwa na jeshi oh. alikuwa naitwa Kanali Tom Snell. Okay. akapiga simu a mguu wake umevunjika jeshini huko, ime... kwa ajili ya vita, alafu okay. mkuu wa, wa kambi aliyokuwa na kaa alikuwa anaitwa meja mwingine, alikuwa kapteni, tatu tunaelewana uzuri okay. na, na ndio hao wakaanza hata kunifundisha mambo ya kunywa, nikuwa kunywa. <laughs> Mwenzao, unajua wenzetu weupe hawa wajanja sana mm kwa mtu ambaye anaona na akili inayofanania ina, ina, fanania na wao wanamkunja sana hmm. Wanakuwa karibu sana naye okay. Basi tumeenda hivyo ile sitini na tisa mwishoni hmm. sabini sabini na moja sabini na mbili kampuni ile ikafukuzwa. Hiyo ni kampuni ya pili Nero, upo. Nero, Nero. Upo kampuni ya pili ukiacha na ile ya kwanza kutoka, ambayo baba ya ametoka, ya uko eh, ya pili, ambayo nimeseme ni kama ya tatu, kwa sababu niliingia kampuni ya Murijan sikukaa, nikaa miezi miwili tu nikaacha, okay. okay. Ndio nikaingia hiyo kampuni sasa kubwa, hizo za kinje hizo, kampuni ya Nero hiyo okay. Nilifanya nayo kuanzia sitini na tisa mwishoni 70 71 72 katikati kati ya sabini na mbili wakafukuzwa kwa sababu, usielewi nchi ili wafukuza kwa sababu gani. Mimi sikujali, lakini wakati huo huo wa sasa, walipofukuzwa mimi nikawa na mimi, tumesimama ile kazi, ndio tukawa tuna yumba, yumba tu. Baadaye pale Ubungo pale, sasa ile gorofa la TANESCO limevunjwa na nani na, na Magufuli na magufu. ajili ya nani ile vikashuka vifaa vimeandikwa Kikon, kidato conceptum. Kikon. Kikon, kwa ufupi lakini ni kidatu konsati. Ni muunganiko wa makampuni mengi wakiwemo hata wa Wataliano hata wa Marekani, hata wa, wa, wa Holanzi kwa ajili ya mradi wa umeme wa kidatu. Kidatu. Ehe. Okay. Mimi nikaenda na cheti changu kwa sababu Nero nao walinipa cheti changu uwezo wa kufanya kazi ya utendaji, okay. Eh. Na, na, wale Warumi nao walishanipa kama hivi ni kuambia Charles Mroge alinifeva okay, favor. Okay. Ninacho kinachotoa sifa yangu nzuri tu okay. Na vile vile si sifa tu kwamba nina uwezo wa kufanya kazi. Kwa hiyo kwa nini, wakati huo mwajiri alikuwa mzee mmoja wa Tanga anaitwa Limba, jina la kwanza nimesahau kidogo, ndio alikuwa personal officer. Ndio enda ku, kuviona hivyo, anambia bana, hapa tunaajiri tu lakini mtu kwa nauli yake aende Kidatu ambaye hakufahamu Kidatu. Unatoka hapa Dar es Salaam unafika Mikumi, ni km kutoka Mikumi mpaka Kidatu okay. pale ukifika Kidatu ukivuka daraja tu la Ruaha hivi unaingia mkono wa kushoto, lakini huna haja ya kwenda kule kwa sababu kama employment na kila kitu tunafanyia pale pale darajani. Pana kibanda cha ulinzi, kile tukishakus sajiri kwamba wewe kule unakwenda kwa ajili ya interview na mambo mengine tu. Basi nikatoka hapo siku hiyo, nimeenda mpaka Mikumi. Kufika Mikumi kuna gari basi zile zinatoka Kilosa zinakwenda Kilombero, naitwa nani, Myowera. Ndio. Okay. Nikaingia hapo kule Kidatu penye nilifika kama saa kumi na mbili hivi nikachukua nyumba na hela fukoni, ziko hela nikikosa kazi pale nitatoka zangu, na wakati huo sasa nimesha kuwa mjanja fulani hivi hmm. Sio wa kuzubaa, kwa sababu najiamini. Nikiingia kwenye kampuni nasema fanya interview, najua tayari nimeshapata kazi, kwa sababu hakuna interview ilikuwa inanishinda. Ninafahamu vizuri na akili okay, yangu inafanya kazi. Basi asubuhi yake nikaamka kaenda pale, kwa sababu nilisha andika jina langu hapa Ubungo hmm. nilipewa kimemo Fika pale namuonyesha yule mtu, ndio wakati huo nafanya mimi mmoja na wa e, wapo kufika pale kama interview, lakini huko kunikitenda, nimefanya kazi ile vizuri. Basi assignment yangu ikawa ni ku service ile mashine, likiingia mgodini linafanya kazi E, likitoka nafanya servisi au likiharibika huko, ndio kila siku lazima mimi nikawa mtu wa mgodini wakati huo. Sio hiyo tu na kazi zingine. Basi nimefanya kazi hiyo kuanzia sabini na mbili mpaka sabini na nne mradi ule ukawa umekamilika kwa awamu ile ile.